Hili zoezi linaendelea vizuri. Taarifa niliyopata tangu uh, kumepambazuka asubuhi ya leo, hali ni shwari eh, kila mahali ni salama, na ilipofika mnamo muda wa saa moja, taarifa nilizonazo maeneo yote katika vituo vyote mia nane na ishirini vyote vimeshafunguliwa na wananchi wameshaanza kufika kutimiza uh, haki yao ya msingi ya kupiga kura. Inawezekana si wote ambao wamejitokeza. Naomba nitoe rai kwa wale wananchi ambao bado walikuwa hawajafanya maamuzi au wengine wako safarini, kwamba muda wa kuja kupiga kura ni dakika chache. Utapiga kura, utaondoka uende kufanya shughuli zako zingine. Tutimize siku hii, ni siku ya muhimu sana, ni siku ya mustakabali wa kuamua uamuzi wa nchi yetu, tupate hatima ya viongozi ambao watakao kwenda kutuongoza kwa kipindi kingine cha miaka, miaka mitano ijayo. Kwa hiyo ni siku ambayo kwa kweli kwa Watanzania ni siku ya historia, ni siku muhimu sana, tujitokeze. Tusija baadaye tukaanza kulaumu kwamba hukutimiza wajibu wako wa kwenda uh, kutimiza leo kupiga kura, baadaye unaanza kulalamika kwamba ku, uh, kupiga kura tunategemea uh... Kuwapiga kura zaidi ya laki tatu 19,757 ambao wamejiandikisha katika jimbo letu Chato Kaskazini na Chato Kusini katika vituo 820, wajitokeze tuna imani 0 wajitokeze, kwamba uh, kwa jinsi mwitikio ulivyo, tutakuwa na na, na, na wapiga kura wengi. Tumepita vituo mbalimbali, hali uh, ni shwari, watu wamejitokeza kwa wingi uh, kama mnavyoona, tunategemea kuhitimisha zoezi letu saa kumi uh, alasiri na tunatoa wito uh, kwa watu mbalimbali mbali ambao bado hawajafika wajitokeze kwa wingi kufika kutumia haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi wao kwa ajili ya kutambua umuhimu wa demokrasia, ili baadaye tusije tukalaumu kuhusu viongozi wetu. Inatakiwa tuchague viongozi walio sahihi na viongozi ambao ni bora na sio ambao watatuletea matatizo baadaye. Ndugu wananchi wenzangu, ninaomba mshiriki kupiga kura wote, hata wale wale waliopo majumbani. Hii ni nafasi yetu kuchagua viongozi ambao wataleta hata mabadiliko katika nchi yetu na kuongeza mabadiliko zaidi katika sekta mbalimbali mbali. E, nishukuru wananchi wamejitokeza kwa wingi kwenda kutimiza haki yao ya msingi e, na hata hapa kwenye kituo cha Chato yenyewe hapa E, nyewe wenyewe waandishi mnashuhudia namna hata vijana wengi wamejitokeza kwa ajili ya shughuli hii na wazee wengi tu wako hapa kwa ajili ya shughuli ya kutimiza haki yao ya msingi e, kwa kweli nimeona kabisa katika wilaya kumekuwa na utulivu na wananchi wengi sana wamejitokeza kwa ajili ya kupiga kura, na ni siku ya leo ya muhimu kwa sababu leo tuna tunamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunachagua wabunge, tunachagua na madiwani, kwa hiyo ni takwa la kisheria na ni takwa la kikatiba. Kwa hiyo, kila mwananchi, kila Mtanzania, hata watumishi wa Chato wote tumetumia fursa hii ya haki ya kikatiba kuja kupiga kura, na mimi tayari nimeshapiga kura, na kwa sababu nimeshasikia sera za wagombea mbalimbali mbali, nimesikia sera za wagombea urais, nimesikia sera za wagombea ubunge na nimesikia sera za wagombea udiwani. Kwa hiyo, imeni, imenipa nafasi hii sasa ikiwa ni siku ya mapumziko kuja kutumia haki yangu ya kikatiba kuja kuchagua kiongozi ambaye nimeridhishwa na sera zake.